Kufunda kitandani shogangu, I know how to shake na kufunda. Ukitaka kunena kwa lugha tutanena, ukitaka maandiko matakatifu nitakusomea, ukitaka uchumi nitakueleza, ukitaka afya nitakueleza. Ndio maana nikawa kungwi lao. Bibi upo? Gonga na mwenzako, mwambie huyu ndio kungwi lao. Haleluya, mdangu umeisha. Baada ya ngapi? Nikifundisha, nikisema kufundisha lazima nifundishe dakika 45. Sasa dakika 15 tupige story, dakika 45, mshikaji mshikaji, ndio nifundishe kitu kieleweke. Nikisema nianze tu point na point kumi, uwezo ndani ya mwanamke, dakika kumi na tano kidogo piga makofi haleluya piga makofi yake amina yeah. mheshimiwa amesema nipewe muda hamna hata mtu anayenitunza lo uh, nimesema tangu kule mwanzo mungu alinipa neema nikakaa ndoa ya miaka ishirini na tatu mi ni mwanamke mrembo si ndio eh? Mi maisha nayaweza na namshukuru na Mungu ninayaweza, uh, yes. Amen. Nimeyaweza kwa sababu pia nimekuwa aina ya mwanamke ambaye ninapenda mafundisho, mi napenda sana kufundishwa sana sana, napenda sana kusikiliza, napenda sana kuelekezwa na, kweli mafundisho ya Big Book. Ni watu wachache sana utasikia kuna semina za malezi wakaenda. Wachache sana. Utasikia kuna semina za afya wakaenda. Hata <klos> ile kongamano limetangazwa lakini hii haimaanishi kwamba ndio Mbulu nzima nyinyi. Na hapo kuna walio kuja tu kwa ajili ya vibe, wala sio kujifunza. Sasa leo utafundishika kwa nguvu. Leo utafundishika kwa nguvu. Ah, nikimtazama mwanamke na kule tangu mwanzo nimekuambia kwamba napenda kujifunza. Nimegundua kwamba ili familia iwe nzuri, ili boma litambulike, ili mji wa mtu utambulike, haijalishi waume zetu ndio majina yanajulikana, utasikia ya mtu anasema pale ni kwa mzee fulani, pale ni kwa mzee fulani, lakini kwa asilimia mia moja kama sio zote, mwanamke ambaye anatoka kwenye ile boma au kwenye ule mji, sijui huko mnatumia majina gani? si tumezoea boma boma, yani ni kaya, ni familia ya mtu. Mwanamke anayetoka kwenye ile boma ndio anayesababisha ile familia izungumziwe vizuri. Hata kama mume angekuwa tajiri kiasi gani? Hata kama mume angekuwa na fedha kiasi gani? kama hakungekuwa na mwanamke aliyesimama kwa miguu yake akaweza, ile boma haiwezi kuwa na sifa zilizo nzuri, haijalishi. Atazungumziwa yule mwanamke na baada ya kugundua hilo, mimi mwenyewe nilisema nitahakikisha boma langu linakuwa boma zuri. Nikasema nitahakikisha familia yangu itakuwa familia nzuri. Lakini pia nitakayekutana naye, nitahakikisha namshawishi mpaka awe na familia yake iliyo njema. Amen. Na niwaambie tu, hakuna fahari. Unajua sasa hivi dunia inaenda inaongea maneno mengi na nini? Mimi nichukuliaje lakini na sijali. Mimi nimuone mwanamke aliyekamilika. Nikimuona yuko kwenye ndoa na furahi zaidi. Sori, ambao wako kwenye ndoa hata mimi ni mjane na nasikitika sana. Lakini ili mwanamke mimi anibabaishe. Ili mwanamke mimi nimfurahie. Achilie mbali issue ya msiba, ameshakuwa mjane. Nikiona pia mwanamke ana mume, ana watoto binafsi, sina neno. Kila mtu ana namna ya kuchagua maisha yake. Na wewe kama unafurahi huko, sina neno, sipingi. Lakini ninafurahi. Sio kwa sababu nafurahi tu, lakini najua ni mpango sasa hivi zimeanza kupigwa mbiu na zinaendelea kupigwa mbiu, na mnapewa kichwa ndoa. Kwani ni nini? Mwanaume kwani ni nini? Na wanawake kwenye ndoa zenu mnashangilia, lakini hao hao mnawashangilia ndio wanawahenyesha vizuri. Dada nakwambia, ndoa ya nini? Kwani mume wa nini? Ukigeuka kichogo huko anamkamata jamaa, alafu ampe hivi kama unapompa juu alile litere mkema anakamata mzigo. Niambie, tunaenda live, rudisha hivi anakamata mzigo, hawanaga haraka. Wewe umezoea kama una degedege, sijui unakufa kesho <laughs> mwenzako ndio, ndio kashaipoteza bwana, ndio hana tena, sijui aliachwa sijui aliacha sijui alifiwa, atajijua. Hata mimi nimefiwa, najijua. Wewe mzee, you are in it, nimeoka kwa mbele, unafanya ni chakula kila siku ni chakula, sijui na nini, ukumbuni mnaongeaje? Eti na wewe baba apply hilicha kimbulu shindwa mwenzaku akikamata wa mzigo hana haraka, tulikwisha zoea, tusemasema tu. Ah. Oh, na watu anachuchuma, anabana, anachia. Wewe unafanya kama unadegedege, siniwambie tu. Ndoa ni kitu chema, cheka <laughs> cheka shot, ndoa ni kitu sasa. yes, naomba niende moja kwa moja kwenye pointi pointi. Uh, pointi ya kwanza, uwezo alionao mwanamke, na ni uwezo ambao pia nimeutumia na mimi nikauishi na nikaona jinsi ambavyo nimefanikiwa, na nikaona jinsi ambavyo mpaka leo naendelea kufanikiwa. Uwezo wa kwanza unao kabisa kusaidia unapokuwa mama ni kuombe. Na wengi waliofanikiwa nimeona, wanapotembea kwenye ile eneo wanafanikiwa zaidi. Yaani, ni kiherehere chako, tutakusifu tuta, tuta hapa tutakupongeza hapa kwamba mwanamke na maendeleo, mwanamke uwe na kazi yako, mwanamke uwe na pesa zako sijui na nini, lakini lengo hasa ni kusaidia, yaani kusaidia. Unapoamua kufanya ukafanya sana Unamsababisha anajua unafanya sana alafu anakuachia unafanya kweli, lakini kama ukiwa na hekima na maarifa ukatengeneza mazingira ya kusaidia katika uungu, yaani mbona utajiri unamiminika hapo, kwa sababu atajua nini wajibu wake kufanya. Lakini unapofanya wewe, wanaume wengi hawapendi kuona mtu ameweza zaidi yake, lakini ndani ya fedha unazopata ndaniya